Honorable Kuria, on this one there are certain professions that totally need no strike. I hope this bill will go through. Anasema namna hiyo kwamba anakusupport kabisa katika ile swala la professions zingine ambazo hawapaswi kwenda kugoma kabisa, na natumai kwamba bill hiyo yako itaweza kupita. All right, anasema hapa George Leshan Ole Naiboy kwenye mtandao wa Twitter, hiyo story ya Honorable Moses Kuria iko sawa, lakini mbona basi nurses wasirudi national government ili quality ianzie pale. Nauliza namna hiyo, kwa nini kusiregee pale kwa national government, ili quality ianzie pale? Maana sasa hivi, unajua, kuna manasi, utaambiwa kwamba oh, wa Mombasa washalipwa, huyu mwingine pia nas, lakini wa migoni mm. hajalipwa, huyu mm. wa huko ameongezewa, yule wa kule hajaongezewa, hawa wana uniform hawa, wale hawana uniform wale, wasipewa marupurupu wale, hawajapewa marupurupu kabata. Maana anasema MK is my next presidential candidate #myvoteisforkuria. Eh. Hey. Niyo nyingine basi. All right. Unajua ile 50 plus 1. Right. Niza mm. kuprozwa ni hiyo ya Kabata. Anasema pani ya mandogo anajiita namna hiyo kwenye mtandao wa Twitter anasema mheshimiwa Moses Kuria kwani wakati ulikuwa unampigia unamuunga mkono daktari William Ruto, ulikuwa unacheza tu chini ya maji? Tutakuamini sasa ama itakuwa namna gani? Unajua kwanza William Ruto hajawahi kutangaza na simama. Pengine mna mzingizia tu. Ah. Eh? Mshawahi kusikia akisema atasimama urais. Mimi nimesema nataka. Wewe umesema. Unajua pengine unataka na hapo, unaanza story story story, watu wasema ah, pole sana. Eh. Tushahidi, Moses Kuria yetu, na wewe hujatangaza yako. Eh. Haya. Kuna mwingine hapa ambaye anatuma ujumbe mfupi pia kwenye mtandao wa Twitter, anaitwa KJ Mpoa. Anasema namna gani? Anasema nakubaliana kabisa na mheshimiwa Kuria kwamba kuna maeneo yanapaswa kupewa ama kupata mgao mkubwa zaidi wa fedha ikilinganishwa na maeneo mengine. Nafikiri anaongelea lile suala la mgao wa CDF katika maeneo bunge. Alright, kuna huyu ambaye anatuma ujumbe pia, anaitwa Masi Mora. Anasema, je, unaweza kuproduce kiongozi kutoka kwa eneo la Central, kwa sababu unajua sasa hivi, anaongelea kuhusiana na, na baada ya Uhuru Kenyatta, baada ya Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa anaonekana kuwa kama kiongozi anayeshikilia eneo la Central. Baada ya pale, kuna mpango gani kuona kwamba Central eh, inapata kiongozi mwingine ambaye atakuwa anasemekana kwamba Central sauti ni moja inayosikika, kwa sababu maeneo mengi Kenya, katika siasa za miaka mingi inazoeleka tu kwamba eneo la Nyanza, utasikia kwamba hakuna eh, kiongozi kule anaitwa Raila Odinga. Ukisikia maeneo ya Ukambani wanasema Kalonzo Musyoka, ingawa ameanza kupata changamoto kutoka kwa magavana wake watatu. Ukisikia Central utasikia Uhuru Kenyatta sauti yake. Rift Valley sauti ni ya DP. Sasa hivi wanauliza, baada ya Uhuru ehe, Central kutakwaje? Ah, pengine tubadilishe katiba sasa tuseme kuna kiongozi wa eneo oh. Lakini kwa katiba hakuna kitu kama hiyo, lakini kwa siasa ipo. Haa, sitaki kusema ipo na sitaki kusema kwamba hii maneno itaila Oh, hii maneno ya kiongozi kiongozi maeneo. Maeneo. Itaelekea kisha. All right. Yeah. Pole pole tu. Pole pole tu kwa, kwa Wakenya wasitarajie kwamba itaendelea kila wakati. Ati sasa kuna mtu mmoja anafinya button. Ndiyo. Kila mtu anaamka. Ndiyo. Anafinya ingine watu wanakamua ng'ombe. Hakuna. Neno lako la mwisho kwa wasikilizaji Milele FM ambao wanasikiliza. Nitakwambia Wakenya waniunge mkono. Nitabadilisha Kenya hii. Nitabadilisha uchumi na itajari. Ndiyo. Sana sana yule mtu ambaye ako pale chini. Ndiyo. Mi napenda kina Mwakideu na kina Jalas, lakini wale zaidi bao kwa roho yangu, ndio watu wetu wa mitumba hapa. Ndio wale watu wanafanya hazo zao za kawaida. Ndio niko niko na haja ya kubadilisha uchumi hii, ndio na na kurahisisha mambo. Ndio tumekaza kapa sana bwana. All right ha. Alright. kama ni wafanye biashara kama ni nini, kama ni maimportas, kama ni mtu ambaye anafanya hazo yake, kama mtu akao baya anaweka kuku ya kutaga mayai. Tunaleta mayai kutoka nje. Kuna mambo mengi sana haya, make sense ndio. Na mimi unajua mimi sio mnafiki. Ndio. Mambo kama hayo nitaenda nimsirusha moja kwa moja. All right. Bila kujifanya mzuri. All right. Eh, unajua kuna watu wengine wanajifanya wazuri. Anataka kupendwa na Ana Ami, la kila mtu. Na kila mtu. Ndio. Eh. Mimi ndio nitaamka mwambie ushuru mtalipa. Sawa sawa. Ndio. Eh si wambie ti mtalipa ushuru. Ushuru mtalipa. Na huduma? Ndio. Mtapata. Period. Tuambie ni kweli. All right. Ushuru mtalipatia? Ndio. Si za sababu sio pesa mamangu nitatumia. Ndio. Ni yenu. Ndio. Na sita pretend ya tunya mamangu. Ndio. Ni yenu. Ndio. Na mimi ni wajibike. Ndio. Na niwafanyie huduma. Ndio. Na mambo hapa haya mixes ni aondoe. Ndio. Na tunaendelea na tukule hepi. All right. Na eh, tukule se, hepi. Serikali se ya kula hepi bwana. Serikali ya happy. Kila mtu furahi, furahi! Ah, All All All All right. right. right. right! Eh eh, dunia dunia, maisha mafupi bana, ni temporary my friend. Sio stress kama Kenya. Amekusalimia sana Jarosoja Jarosoja, anasema msalimie wangu. Thank you so much. Shukrani kwa wakati wako mheshimiwa Moses Kuria. Zimetimia saa tatu asubuhi.